Tumalizie kaunti ya Kirinyaga ambapo maafisa wa usalama wa eneo la Kagumo kaunti hiyo ya Kirinyaga wametoa onyo kali kwa wahudumu wa pikipiki wasio na nambari za usajili kwamba wanasababisha hali ya ukosefu wa usalama kuongezeka eneo hilo. Akizungumza wakati wa mkutano uliowaleta pamoja viongozi na wenyeji wa Kagumo, afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Kagumo Julius Kiplimo amesema kuwa mtu yeyote anayezunguka na pikipiki isiyosajiliwa anazua mashaka na anaweza kuchukuliwa kama mshukiwa wa uhalifu. Mbunge wa Kirinyaga ya kati Gachoki Gitari kwa upande wake akisisitiza kuwa visa vya ukosefu wa usalama vimeendelea kuongezeka mjini humo na kuahidi kuhakikisha kuwa anaimarisha hali hiyo haraka iwezekanavyo. Watu wenye wanatembea bila You are exposing yourself hata kama ut, utakuwa kwamba huna maneno you will never convince any enforcement officer kwamba you are not a criminal. Kwa nini wewe unatembea na motorbike without number plate? Nilipata habari insecurity imeanza kurudi Kagumo, na kuna majina saba inatajwa sana sababu ya watu wale wanaleta furugu hapo Kagumo town. Hapo wale watu wanataka kufuruga amani Kagumo. Wanaimba boda boda. Either we ni askari ama we ni mkora, tunakupatia onyo sababu hatutakubali Kagumo irudi mahali ilikuwa. Nimepata reports, ati askari ukishika mtu mkifika hapo wanachoka kupeleka mtu kotini. Wanaanza kusema negotiate mail to the police to do their work. Kuna na wahalifu ambao sio wengi, ni watu samba. Wamekuwa na, wa, wakifanya mambo ya kuzarabatisha kazi ama biashara ya hapa Kagumo. Mimi nataka kusema kama kiongozi wa Mutira Ward, atutakumbalia mtu atoke mahali ametoka akuje azarabatishe kazi ama biashara ya wana boda boda. Sasa ningeomba tusirikiane pamoja na watu wa bodaboda -boda, watu wa biashara. Ndipasa hao wa watu tuwafukuze hapa Kagumo na tuwafukuze na njia iliyofaa.